<coughs> hakuna kwenye likevu, kwenye kwa maunietu unyenyekevu, lakini kwa msisitizo hatuoni kwamba e, kuna content of court maneno ambayo rafiki yangu wamekataa kuyataja. Mi nimeyasikia mshtakiwa alisema no reforms no election ya kumsikia wakili Kabuga akisema kwamba hayo maneno ni matusi au yenyewe tu yanavunja sheria. Ni slogan ambayo mshtakiwa kwenye particulars zuleagliza kabisa kwamba yeye ni nani na hatuwake, ukijua kwamba hii kesi ni kesi ainava lakini pia Mheshimiwa wakili eh, tusisahau kwamba contempt sio summary proceedings, kwa mjibu wa maamuzi mbalimbali. Kwa nasema nilikuwa na nasoma hapa wakati anaanza kusubmit, kwa maamuzi ya contempt sio summary proceedings. Contempt of court mpaka mtu awe cited, ina entail asomewe charge and, kwa fupi, kesi iendeshwe, ushahidi uletwe mshtakiwa apate nafasi ya kujitetea aite na mashahidi wake, okay. Hasa kama itoe hukumu. Sasa hiyo integrity ambayo rafiki yangu atunga na izungumzia proceedings inaoana na hiyo procedure yaani, okay. The tediousness and tediousness are next of that procedure inherent in section 114 ambayo anasema <tosu> yashikwaje? hmm. Unashia kusoma mamuzi una ndoa hapo.

inaelekeza ina dictate mshuma kimu kwamba mambo mengine ni ya kuyaacha yapite. Swala hilo sio kubwa kiasi hicho, ni mambo tu ya kujipanga. kama alivyosema msikiti wa Bukhari, mshtakiwa anaingia kwanza ni kabila kusalimia na watu wake, tena ni msikiti wa Mm. Lakini pia kwa na kwamba I may be trading on risky territory. Mwenzetu ameleta proposition ndogo kwamba mahakama ilikuwa imeshaanza. In the strict sense of the word. Hakimu alikuwa ameingia yes. Kesi ilikuwa haijaitwa. Sasa hiyo pia mahakama ili mwili iliangalie nini maana ya mahakama kwangu, sisi tunaamini kuna mambo kadhaa yalikuwa yanaendelea, kwa sababu kama hoja ndio hiyo, mimi nimemsikia press officer wa mahakama wao oh, wamekaa pale, anawatangazia waandishi wa habari kwa kutumia microphone kwamba waandishi ni ndemu ndemu. Sasa what is good for the goose must be good for the gander as well. Yani kama yeye, okay, sasa tutasite content watu wangapi tutamsite? Basi na afisa wa mahakama, ndio sisi tunakufai kila matangazo kwa nia njema tu, kwa ni maswala tunaamini ya streamline. Let us not build a mountain out of a molehill

complicate it. Ya pili kwa kifupi sasa mzuri eh, yeye mwenyewe ameingiza hito record eh, contempt contempt naifanyi. <coughs> Na, na mshtakiwa tu unaweza kwa wakili wa serikali ukafanya contempt of court. Uamuzi wa kesi ni kwenda isoma ya Mahakama Kuu ya mifuaji ya Juma Sabo, hii ni Miscellaneous Civil Application number 3 mwaka 2023. Kati ya Deus, Gracewell Safe na mwenzake na mwenzake dhidi ya chama cha walimu Tanzania, CWT kuamuzwa mheshimiwa Jaji Masaba hata kutekeleza gresa well, and another eschama chawalimu Tanzania. Uamuzi wa High Court of Tanzania Dodoma. Mm -hmm. mm -hmm. Masabu J, pamoja na mambo mengine mengi, ilisisitizwa wadaawa katika shauri parties to fully comply with the court's orders ili kulinda integrity ya proceedings zikiwemo committal proceedings mahakama ilitoa amri, mimi nakumbuka kabisa, kwa msisitizo, upande wa mashtaka tulikutana leo watoe ripoti inayoeleweka kuhusu upelelezi wa shauri hili. Amri hiyo ilikuwa premise kwenye submission zetu mwisho kim, kwamba mashtaka naomshtakiwa yeah. ni non bailable.

Ofisi ya DPP inafanya kazi kwa kushirikiana na jeshi la polisi na taasisi nyingine. Hawa wanakama supervisor authority kwenye upande wa upelelezi na ukamataji, hasa upelelezi. Are these two different houses or is it one house? They cannot make the rules as they go along with such a grave offense as treason

such to use my class, famous cliche, shenanigans. Hata maelekezo ya DPP kupitia sai namba moja muongozi wa mkurugenzi wa mashtaka namba moja wa mwaka 2022 kuhusu ufunguaji wa mashtaka na ukamishaji wa, mbili, kundwagi, wa mashtaka, na upelezi na section 18 of the CPR boswao yaani, anasisitiza kwa instrument kwamba upelelezi ukamilike. Leo tunatoa general statements kwa mheshimiwa, tunapinga ahirishwe kutolewa katika namna ambayo limeombwa. Something extra must be done, mahakama Ma isimamie oda zake. za mara ya mwisho tulikokutana na oda ilikuwa kwamba waje waseme kitu tangible Isiwe tu kwamba tumebeba faili kutoka ofisini, tunatiki box, tunaondoka. Mshtakiwa anarudi, ananyang'anywa ushuhuri wake. So we strongly resist hiyo prayer, prayer, prayer, prayer, such some, something is respectful. we hiyope